Kwa kwa msiba. Asante. Mimi naitwa Joseph Masudi. Eh, marehemu ni mdogo wangu. juzi ni jana asubuhi nilipigiwa simu na dada yangu anaishi Kinyerezi, akaambia mdogo wako na wifi wanasadikiwa wamekufa. Kwa kweli ilitushtua sana, sikuweza hata kumsimulia baba. Nikamwambia bwana, nasikia kwamba mdogo wangu ameingiliwa na majambazi, akatumia hivyo tu, hali ni mbaya. Lakini nilichukua pikipiki kufika hapa, nikakuta majirani, nikataka kuingia ndani, ukaambia usiingie ndani, uruhusi kuingia ndani, lakini nitaka nijiridhishe kwamba nione kwamba ni kweli au, nikazunguka nyuma kule, a dirisha nikakuta dirisha limekatwa, basi nikawa mpole tu muda nikamwambia nataka kwenda polisi, akamwambia hapana, polisi wanakuja na hapa kuna polisi. Basi nikawa mpoli, nikatulia. Muda wa saa tatu hivi polisi walikuja, walikuja polisi na kweli tulishuhudia, nimkuta mdogo wangu amechumwa kisu cha kwenye moyo, amelala, amelalia kimkoba ambacho kinaokea funguo za ofisi mwangalia shemeji naye amechomwa visu vingi tu, na kimoja kikubwa amechomwa kwenye moyo vile vile na mgongoni huko wamemchoma na kumwata, naye amekufa na amebridi damu nyingi sana. Basi tukawaachia polisi majukumu yao, wakawa na kagua vitu vyao, wakakagua. Basi ndio hivyo. Mara ya mwisho kuzungumza na marehemu, aidha mwanamke au mwanaume, ilikuwa ni lini na ulizungumza nao kuhusiana na nini? Mara ya mwisho tulizungumza kama wiki moja iliyopita, akiniambia kwamba tarehe ishirini na sita twende kwenye dua ya baba mdogo kijijini. Nikamwambia bwana kufuatana na kazi zangu nazofanya, akaambia mimi sina, sina kazi zimekuwa ngumu sitaenda. Akaambia hapana kaka, tutaondoka wote tu. Akaambia hapana, sijisikii kuondoka na kama sina fungu zuri la hela. Akaambia hapana, usiona na wasiwasi, tutaondoka. Sasa jana kuna kazi yake nilifanyia za umeme Nitaka nimpigie kwamba nimuulize, vipi TANESCO amesha kufungia mita, nikasahau tu basi. Sikuweza kuongea naye mpaka mauti yalivyomkuta. Sikujua, sina habari zozote. Na marehemu wameacha watoto wangapi? Ndio, wameacha watoto wangapi? Eh, ameacha watoto watano, watano E, wako wawili wa… sita wako sita wako sita. Ndio. Na nyie kama familia, baada ya tukio hili kutokea, kuna utaratibu wote ambao mmesha upanga wa uh, malezi wa watoto hao? Ah, bado mapema ni bado mapema, tujapanga badona na, taarifa za mazishi zikoje mpaka sasa hivi, ratiba kwa ujumla? Eh, e, Taarifa za mazishi uma, kwa mujibu, kwa mujibu wa, wa, wa Jeshi la Polisi na mambo ya, haya yaliyotokea, hatuwezi tukakimbiza haraka haraka, tabidi tujitafakari, lakini tunategemea kama Mungu atajalia eh, Jumanne tunaweza tukaanza safari ya kwenda kijijini ndio. Lakini ni kurudisha nyuma kidogo, baada ya kuingia ndani kukuta wawili hawa wamefariki, hakuna ujumbe wote ambao umeukuta, labda uliuacha? Hakuna. Sawa, marehemu utawakumbuka kwa lipi? Marehemu anamkumbuka kwa mambo mengi, kwa sababu kwanza ni mdogo wangu. Kama mdogo wako utashindwa kumkumbuka? Lazima utamkumbuka, bwana ndio. Na shemeji yako, si kama mnaishi vizuri, utashindwa kumkumbuka? Na kama hujawahi kugombana hata siku moja, mnacheka vizuri, lazima utawakumbuka sasa ni tukio gani ambalo nyinyi mliwahi kushirikiana ambalo wewe hutokuja kuliacha kuacha kulisahau aiseem huwa ni matukio mengi huwa tunashirikiana wote wote mabaya ya uchungu na mazuri huwa hatuachana i unatoa neno gani kwa wakiwa kwa ujumla una neno gani la kuambia wafia kwa ujumla? Mm, mimi nachotoa ni kwamba tuvumilie, hiki ni kipindi kigumu sana. Mtu kuuliwa kama nguruwe sio jambo jema, ni kitu ambacho kinauma kwa mtu mwenye roho. Umkute ndugu yako amechomwa, wanasema kitu cha ncha kali, lakini aelekea ni, ni, ni kisu amechomwa kwelikweli, mpaka unaona kabisa moyo umechomwa. Ume Tanzania sijui tumefikia wapi? Ni unyama gani kama kitu gani? labda amekosa, sielewe, sielewe kabisa. Asante na shukuru na sana.